Mwenyekiti wa Utoto Mtakatifu, Theresia Seda wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambaye alikuwa miongoni mwa walioambatana na Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na marehemu Papa Francis mjini Vatican mwaka uliopita, hii leo amezungumzia kiongozi huyo katika mahojiano maalum aliyoyafanya na Azam News. Theresia anasema kuwa hata sahau siku hiyo ambayo amekutana na Papa Francisco tukio hilo daima litabaki katika kumbukumbu ya maisha yake, huku akimshukuru rais Dkt. Samia kwa kufanikisha yeye kukutana na kiongozi huyo. Alikuwa ni mtu mwenye ukarimu, pia hata katika uzee wake bado aliendelea kuinjilisha, alipenda kushiriki misa mbalimbali mbali, alikuwa akiwahudumia mbali, watu hata akiendelea katika uzee wake, pia katika hali yake ya kuuma kwake. Kwa hiyo kulinigusa zaidi kwa sababu alikuwa mtu ambaye ni anajitaa nguvu mwenyewe na anajitahidi kufanya kila awezalo, japo katika kuwa ule umi wake na katika pia shida zake zile za kiafya, lakini alikuwa anajitahidi sana kuinjilisha, kuwasaidia maskini. Pia alikuwa anapenda sana watoto, kwa hiyo hicho kimenigusa sana. Theresia, ni mmoja kati ya watoto wa Kitanzania ambao mmepata bahati ya kukutana na Papa uso kwa uso, unakumbuka ni kitu gani hasa alichokuambia wakati ulipokutana naye? Ninachokumbuka ni aliniuliza jina langu pia na miaka na pia alinyambia anapenda sana watoto kwa hiyo amefurahi kuniona mimi. Pia kikubwa zaidi ni nyumba nimuombee. Ndio kubwa ambayo aliniomba na ndio ambayo sitaki kuja kujisahau katika maisha yangu. Katika mazungumzo yako na Baba Mtakatifu alisema umwombee, ulimwombea kitu gani? Nilimwombea aweze kupata nguvu zaidi ili aweze kuhamasisha watu wazidi kuipenda dini na pia weze kumtumikia Mungu aliye Kristo mwema ili mwisho tufike kwake mbinguni. Kuna kitu gani utaendelea kukikumbuka kuhusu Papa Francis na watoto? Kitu ambacho nitakikumbuka ni kwamba alikuwa haangalii hali ya mtu, uwe juu, uwe kati, uwe chini, alikuwa ni anapenda wote na anatenda haki kwa wote, na alikuwa anapenda sana watoto, alikuwa anaunga mkono wa watoto nilikuwa anatoka safari za mbali anakuja hata huko Afrika sehemu ambazo si kama za kule, sehemu tofauti kidogo, zina mazingira tofauti, mazingira ya chini, lakini alikuwa anakuja kuwasaidia watoto, anawabeba, anawasaidia, anawaombea watoto. Maisha ya Papa Francis yamekufundisha kitu gani wewe kama mtoto? Maisha ya Papa Francis hapa duniani yamenifundisha, ni mimi Mkristo Mkatoliki natakiwa kuwa na nguvu kuishika dini yangu, kuhamasisha Wakristo wakatoliki wenzangu ili wasije kwenda njia isiyokuwa sahihi, bali waweze kuwa mstari wa mbele kuongoza wengine kwa nyuma. Haijalishi umri, hata atakapokuwa na miaka tisini, themanini, hata yeye mwenye miaka miwili anaweza kafikia huko juu. Jambo e ni jambo la kuwa na imani. Amenifundisha kuwa na imani, imani, wapenda watu kutuangalia hali ya, mtu, hali ya maisha ya mtu, kutenda haki kwa watu wote.